Bwana tuko na DC Mwijaku hapa Serena Hotel. Tumetoka kwenye press moja nzito sana hakim singi, hakim yemi, hakim neme, matatu, sabu, ambi, ya kimsingi ya kijamii, lakini tukasema tuzungumza naye maili matatu bwana, kwa kwa sababu mji nao umekuwa ni wa moto. Atuambie, anaendelea kwema kabisa. Kwanza ni niwapongeze mmelivalia njuga swala so zima la Tanford Tanzania Trade and Logistic yeah. Business Forum ambayo inafanyika tarehe 13 na tarehe 14 yeah. Pale Dubai. I'm so proud of you kwa sababu it's all about our life. Kwa hiyo uwepo wenu na kutokea kwenu maana mmeonyesha ni opportunity kubwa sana kwa vijana wenzetu au mataasisi au makampuni yanapoenda kupata. Samahani, aliyokuambia Diamond juzi mpaka sasa hivi una impact gani kwenye ndoa yako, mmoja wako maana unasema bwana umeachwa, sasa hivi uko single. Tuambie wananchi wanataka kujua ukweli kwenye hilo, maana pia na shehe yetu ametoa tamko. Masuala ya, ya familia yangu kidogo yapo very critical na kwa namna tulipofikia eh, siruhusiwi si kumtaja mzazi mwenzangu kwanza kwenye mtandao, ilo la kwanza. Na ana haki hiyo ya kuzuia kutajwa kwenye mtandao, ilo la pili. Lakini pia lazima nisubiri upande wa pili utakaponiruhusu, kwa sababu jambo tayari limesha ipo kwenye familia, lakini angalizo niliopewa ni kuto kumtaja mzazi mwenzangu kwenye vyombo, kwa sababu yeye sio mtu wa mitandao. Kwa endapo nitafanya hapa kumtaja tena, nitakuwa tayari nimecreate kuzidi kumwekea tatizo kwa sababu sio maisha yake haya. Kikubwa mimi navuta subira, naamini wazazi e, wanaweza wakaitatua. Kama itashindikana basi ni Mwenyezi Mungu ajalie. Ila pia naomba nitoe ni onyo kwa mtu kama Maimatha anafurahia anguko la mtu. Sio vizuri. Hata kama anajua changamoto zangu labda, huwezi kuwa kuanika kusema mimi nimefanya hivi. Manake kama ugumu umenekea ugumu zaidi e, sikupendezwa na mazungumzo yake aliyofanya My Martha ni rafiki yangu, ni mtu ambaye muda wote anapiga simu tunaongea mm. nipo kwenye changamoto, sio picha nzuri unayofanya sasa kuzungumza. Mimi nimekamatwa kwa kitu gani au nimechangamoto ya kitu gani? Kile kitu unachokizungumza hujui kina react vipi kwa mwenzangu upande wa pili, maanae mm. najionyesha mimi labda niko proud na changamoto tunayopitia mimi, anaongea so as if mi nimemwadisia story. wakati kitu sio hicho. Kwa hiyo nimuombe my Martha mm kuona maisha ya ndoa kukiwa na changamoto ajaribu kuchill na, namwelewa sana ajimanara, kwa nini alitaka alita kumfungulia kesi. <laughs> Yaani, nimemwelewa sana unajua, wanasema mvua kama haija kunyeshea huwezi kujua ukubwa wake, lakini hmm. hmm. hmm. uh, umezungumzia kuhusiana na Manara, lakini pia tukirudi nyuma uh, si ni moja kati ya watu ambao wamefanya interview nyingi sana Uh, ukizungumzia anguko la ndoa ya Diamond na Zuzu yes, mara nyingi sana hmm. Mwijaku, usikatae hmm. uh, ushawai kufurahia hivyo vitu? Ah, ulishawai kufurahia pia, kufurahia... ah, pia uh, ndoa ya Zailisa na Manara kuvunjika. kwa nini maimatha kwako? Sijawahi. Kwanza nitafutie ntaftie content unasema mimi nimefurahia. hmm. Mi nilifurahia anguko la Manara, sikufurahia ndoa ya, ya Manara na Zailisa kuanguka. Nenda kaangalie nilifurahia anguko lake kwa sababu mimi, mimi. Eh? mimi. yaani furaha, yeah, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. yaani akikosa furaha so si ndio, chochote kile, yaani kitu chochote akikosa furaha, hapana, ipo furaha mimi mm, hapana, hapana, hapana, hapana, mambo mengi anamsonga mawazo alichelewa, kuna vitu si tumekuja mjini, tumempita kwao, vitu vingi vilikuwa vinamshurutisha kichwani mwake okay. hey, hey, si ni muhuni ule mzinifu, kwa sababu hata ndoa yake yenyewe bado tuna mashaka nayo, hey. Tukabwabio hey. Nimekaa naye kwenye ndege masaa sita, mshenzi. Ndio maana nimesema changamoto pia Ah, sasa unajua wewe kama ujaishi na mke yani, huwa changamoto zikitokea lazima mtoto asaidi na mama okay. Yani by any means, labda kama ujawai kuishi na mwanamke mm. Kama umeishi na mwanamke changamoto yote yanayotokea mtoto mm. Lazima asaidi na mama Saan. Na usitumie fosi uanze kumchukua mtoto, hujui mtoto atalishwa nini kwao. na chill umezungumza kwamba mimi sina mali ninayomiliki, mimi nina pikipiki na pikipiki nilipewa baada ya kufanya tangazo na taasisi fulani mm, na nyingine niliinunua mwenyewe. Gorofa sisi nilijenga ni mali ya Malichui aa, aa. Ile ghorofa ni mali yangu, lakini nilikuwa wakati nipo kwenye ndoa. Una mara nyingi unasema kwamba ndio ni pesa yangu, ndio nimejenga, wani pesa nani So, huna ni, kichote, Yes. Sasa kitu nimesha kijenga nimeshamkabidhi mtoto wangu kwenye makaratasi. Mtotoa, makaratasi nimesha mkabidhi Marichui kwa sababu hajafikisha miaka 18 manake mimi na mama yake ndo tunasimamia yeah. Akifikisha miaka 18 automatic si tunakuwa hatupo responsible kwa Marichui. Marichui maamuzi yake aliuze alifanyaje ni maamuzi yake, ila nimerijenga kwa pesa yangu mimi hapa, okay. Kila kitu hadi, laken, tofali, laken, hadi, laken, hadi matofali pale dukani ni mwemba wewe unakaa na mke wangu mpaka ujue na yes. Uh, umeongea ume jambo zuri sana uh, jambo zuri sana Roja. Nichukue nafasi hii uh, nimwambie tu mzazi mwenzangu. Of course nimepiga marufuku litaje jina yake ni mtandao, lakini nimwambie mzazi mwenzangu inawezekana nina mabaya mengi sana nimefanya, inawezekana nimemkwaza kiasi kikubwa, lakini akumbuke mazuri yangu mema yangu, akumbuke elfu mbili na kumi na tatu wakati sina kitu nilivyokuwa napambana juu yake, akumbuke namna gani nilivyomsumbua marehemu Ruge Mutahaba anisaidie connection naye akapata kazi ya kwanza benki yetu, akumbuke namna gani nilivyompambania kutoka tawi moja kuja tawi lingine, na akumbuke kipindi ambacho alipitia changamoto kubwa nilikubali kuriski kila kitu kwa sababu yake kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii ni nimwambie I'm so sorry. kwa chochote ambacho kimemkwaza I'm so sorry lakini natamani, natamani sana kutompa nafasi shetani kutompa nafasi shetani namhitaji kwa maisha yangu without her, without my family I'm nothing na miss Marichui na miss yeye na miss uwepo wao na, uwe na sio kama napenda ninavyosafiri ni kujaribu ku, kujiweka kuwa na furaha na labda na, I'm sorry nitaweka wazi zaidi ili jambo unajua nyinyi mmejua juzi lakini we are not na okay. Kwa nini niliona nashindwa kwa okay. sababu litakuja mbele litaniumiza kwa sababu kuna siku nilikuja kujua nipo kwenye kampeni na na video, akaniambia na hisi na aligesi kitu hmm. nikajaribu kukata, lakini nikikaa mwenyewe nashindwa kwao, mbele itakuja kulipuka, alafu nitakuja kulipukia ntakua kuipukiaan katika mazingira mabaya hmm. naweza kapata mshtuko nikaanguka nikafa. Ndio maana nimeamua ku, ku speak out, hmm. ku kila binadamu anapita kwenye changamoto, pengine Mungu alinipangia changamoto yangu. Hmm. Lakini inshallah biidhnillahi Watu wanalaumu sana wa wanaume wanaume. <coughs> Sasa nimeshashindwa, <coughs> nimesha nimesha nimeshindwa, nifanyeje? Pengine labda nikisema huku nikasaidiwa, akaona hata kidogo, mtu wa dini. Wewe mtu wa dini, najua nimeshapambana kote, sijafumaniwa mimi. Toka niingia kwenye ndoa, sijawahi kufumaniwa, sijawahi kuchiti ndoa yangu. Tena naomba niweke very clear, sijawahi kuchiti ndoa yangu. Unajua nyinyi msichanganye trending za mtandao na real life. Yeah. Toka nimeingia kwenye ndoa yangu sijawahi kuchiti. Mm. Mimi hapa. Mimi hapa. Acheni na skendo za Mwijaku mnemuona. Hapa namzungumzia Mwemba. Kuna Mwijaku ambaye anatengeneza trending na kuna Mwemba ambaye mume halali, mm. Wa mama Marichui. Mm. Nipo makini maana ile barua niloipata kutoka Rajida. Niko bae, niko makini sana. Zibana. Wa mama Marichui. Sawa. Mm, kwa hiyo sijawahi. Kwa hiyo ukiniambia dhambi ya kuchiti sina nitakuwa na dhambi nyingine. Matumizi mabaya ya hela, najilaumu. Nikiambia niwekeze hapa, sitaki, nakuwa mjeuli. Of course, ni kweli ni kweli. Unajua unaposema mtu kakusaidia, Ricky, ngoja nikisema nikusaidia ni invest kwako, nisidai Uwezi kunambia Mwambino amemsaidia Harmonize, wakati Harmonize ile pale kitu ni hela yake ameweka yaani. Eh? Sasa kama leo unaenda benki unataka hmm, kufungua biashara. Unakwenda benki unapewa hela. Yeah. Unafungua biashara. Biashara inakuwa kubwa huko. Alafu baadaye unalipa ulicho Mboja ukaoga uka, kweti. Msikize mwandishi mzuri kutoka kutoka kutoka, kutoka Manara TV. Amelipa? Alichotumia. <laughs> Sasa unasemaje umekuja kumsaidia? Mwambino hawezi kumsaidia mtu. Hawezi hmm, kumsaidia mtu. Toka imeombwa dunia baki takisimama kiama. Kenda Dubai. Unajua kama Dubai kanunua nyumba? Kwa hiyo na nani? Eh? Kasaidiwa na nani? Kasaidiwa na pesa zake Pesa zake ndo zimemsaidia ambazo amempa amempa Mwambino, alikuwa signed by WCB ama alikuwa signed by awe, amekuwa signed? Hajawahi signed, ni pesa zake ndo mm. zimemsaidia. Na hii naomba mweke very clear mm. hatuna mtu ambaye ataisimama kusema amemsaidia Harmonize, labda ni mimi peke yangu. Kwa hiyo Mwijaku, nitakuambia kwamba Diamond alikosea kudai fadhila, sio kusitea. Kwa hiyo ilipaswa, lazima alipwe lake ili pastor, lazima hata Mboso ni mwambie ana kakaa tu hivi yeah, ajikusanye alipe hela, ataendelea ku, kusimangwa kutumiwa kama vivi ni example mm. na Mwambino mpaka alipe deni, lakini mwenzako mbona mm. mm. tumemsikiza Rayvanny alilipa B.3 yeah, na hajawahi kuwa na kinyongo chochote. Sasa wewe ushamuambia Mwambino mdomoni Rayvanny Rayvanny mdomoni Mwambino, Mwambino naye ana watu wa kuweka mdomoni Mwambino ana watu wa kuweka mdomoni <laughs> ili aende yeah. Binadamu yeyote una utu. Harmonize ana utu na roho ya huruma, ana Harmonize utu na roho ya huruma, anakumbuka, anaweza kupiga simu usiku akamwambia, Mwijaku asante. Unauliza brother nini? Mwijaku asante, Mwijaku asante, ulinishika mkono wakati nahitaji. From nowhere anakupigia, huh. Au anakuuliza angalia kwenye akaunti yako, huh. Mwijaku asante. Hivi unajua kama Harmonize wakati Oktoba 29 watu kuna eka eka, mnajua Harmonize, nipo nipo sehemu nyingine ananipigia simu, japo kuna hela nime deposit kwenye account yako, jaribu kununua vitu vya nyumbani. Utampata nani mtu kama mwenye moyo huyo? Utampata nani mwenye moyo kama huyo? Utampata nani mtu kama huyo? Ana utu milioni saba na laki nane, nunua vitu vya nyumbani, sukari, mchele, chumvi, nini, nani nani utampata wewe? Nakwambia kweli. Ya yule mtu anaroo anaroa ya pekee. Kwanza ulimpongeza Baba Levu baada ya kushinda ubunge, uh, kwa sababu ni rafiki yako sana mefanya mm. kazi nyingi sana Duhye. Lakini tunataka tusikie tu cheki yako mm. kama uh, kwanza kama mwanasiasa mm. uh, kada wa chama cha mapinduzi CCM mm. this time around yupo katika kesi mm. na inasemekana endapo atakaposhindwa kesi huenda uchaguzi uka, ukarudiwa katika jimbo la Kigoma mjini mm. na tuliona alikuja aliposti mwenyewe akimwomba Zito mm. uh, kwamba waachane na hivyo vitu kwa sababu wote wanatokea sehemu moja, washikamane waijenge Kigoma. Uh, what your view on this Mwijaku, wewe kama rafiki kwanza, nikiwa kama mwanasiasa ushindi mzuri wa ballot bwana mm. n yani, ushindi mzuri wa ballot mm -hmm. an yani, ushindi mzuri, mmeweka dakika tisini mmepija mm. lakini ushindi wa kukata rufaa sio mtamu. Kwa mimi hapa, ningevaa mm, viatu vizito, ningeshirikiana na balevo tuijenge, kwa sababu wote mnapenda kujenga nyumba moja. Chini ikifika na thelathini yeah. naanza kumkataa yani ishirini na right. tisa unakataa, unamtengenezea mabomu mm. make mashote unamtengenezea kibao mm ili wewe uingie, lakini kwa sasa hivi chill soma mchezo, alafu baadaye toka, amwache afanye a, a, a, a play party yake. Hoja kila mtu mm, anataka kuacha legacy yake. Sasa amwache mm, atengeneze legacy. Tena yupo kwenye Chama cha Mapinduzi, atengeneze legacy Chama cha Mapinduzi. Sasa mm, yeye, yeah, so. alishatengeneza kuna kwenye maes maes maes maes, mm. maes, maes, maes mm, royal ama nini, hadi alionyesha uwezo wake zito. Acha naye aonyeshe maisha. Ni kuachiana mm, atulie mm. Oh, salinuliwa gari na na Zuchu? Alipokonywa. Iko wapi? Alipelekewa gari unajiona wewe? Alipokonywa, alipokonywa. Ibra alipewa hadi mwanasheria. Alafu sasa uzuri Harmonize ni smart. Akawapisha iko, akapita akaanguka pap. Walijua Harmonize atakomaa na bilioni akawapisha akamwambia nenda mdogo wangu Kole, watu watu wajereo, alipelekewa, Ibra alipewa mwanasheria na, mwana na Mwambino ili akomae wa mdifiti Konde Konde <laughs> akausoma mchezo alivyosikiza interview anaenda kufanya kule, akasema ah, kumbe lengo lao nijapa, akawapisha hivi, akaambia nenda for free. hakuna msanii anachua bure zaidi ya Tanzania zaidi ya Mwambino, namjua we huyo mtu wahovyo, mi namjua Mwambino mtu wahovyo. <laughs> Mi simesafiri naye nimekaa naye saa sita kwenye ndege yeah. kwa hiyo wamevunja lebo ya Konde na niambie na mm. mwaka huu kipinduka mm. amunaiza anakuja na kishindo yeah. Nani? Yeah, yeah.